zuri tukasemezana kwa nidhamu, tutunze amani yetu, msistumie madhabahu. Na waimani nyingine pia wanaamka, au ndio upuzi mkubwa? Hii nchi sio ya dini, hii nchi sio ya madhabahu za dini, hii nchi ni ya kwetu wote, wenye dini na wasiokuwa na dini. Sio kwamba hizo madhabahu zenu hizo katika dini zote ndio mnaongoza nchi. No. O, mimi hapa naweza nikakataa kuwa Mkristo, kwani utanifanya nini leo, nikamwambudha ng'ombe ambayo kitoweo kwenu ndio sisi, sisi kwetu kitoweo nyewe ndio eh, Mungu wenu utanifanya nini? Hii siyo nchi ya dini hii, hii siyo nchi ya madhabahu. Matamko hayatolewi kwenye madhabahu. Matamko hayatolewi kwenye viongozi wa dini. Kuna utaratibu wa kutoa matamko, tusijiingize huko. Mmekubali, mmekasirika, akili ndogo. Tunatekwa na maslahi ya watu tu. Kwani muda wote walikuwa, walikuwa wapi? Wapi? Hapa Oktoba inaelekea karibu karibu ndio makelele. Muda wote walikuwa wapi? maslahi ya watu. Hatuwezi kwenda kwenye mkumbo wa maslahi ya watu. Tanzania hoye! Kiongozi wa nchi hii Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hoye tumsaidie huyu mwanamke tumsaidie huyu mama, amekuta safari njiani. Mbona wakati ule yule mtukazi, sura ya mtukazi, mlinyamaza. Hapa mlisema kitu? Sema kitu ukione cha moto, utatembelea vidole, utalala mchongoma, ugali mbele, mboga nyuma. Sasa azayo naona mama anaongea polepole, mie mwenzenu, mwe ndio mnamuonea. Mie mwenzenu ana sura ya ipo tulikutana, ile mwenye sura ya limao, wakati watu weje walipiga break, sura ya limao, ukimwangalia tu akianza, njoo hapa we mwenye unafiata, una kimya mwanamke na udini si si Uislamu. Ondokeni hapa, hii nchi si ya wakristo wala waislamu. Hii nchi ya kwetu sisi wote, hapa Watanzania wote tupo hapa na watoto wetu wako hapa, na usilazimishe kuingia kwenye dini yako usilazimishe. Wote wachungaji nyewe yao ya wenzangu, mimi najiunga tu kwenye ujinga. Angalieni maslahi ya mtu binafsi hapa yapo. Huyu mtu ana nafasi ya kuongea na viongozi wa nchi mneki wewe kuna mahali huwezi kuingia duniani, selena hoteli utapita utaonyesha vidole tu, bungeni huwezi kuingia. Yeye anaingia mpaka anakutana kiongozi wa nchi, utakutana naye.